Kwanza nawashukuru sana kwa kuweza kushirikiana nasi siku ya leo. Sherehe ni watu, watu ndio sisi. Tunasema siku ya leo ni siku ya kuhitimisha watoto wetu kwa kuwepo hapa shuleni kwa miaka minne. Safari sio ndogo ni ndefu lakini, bado hawajafika mwisho, hawajafanya mitihani. Wanakwenda kufanya mitihani baada ya wiki tatu zijazo. Jukumu letu sisi sote ni kuwaombea afya njema ya akili na ya kimwili pia, ili waweze kufika siku hiyo salama, waweze kushiriki kufanya mitihani usalama lakini mimi napenda wao wenyewe waahidi leo wazazi wao. Mi mwenyewe sijui kwamba divisheni wani zitakuwa ngapi, tu zitakuwa ngapi, watudanganye hapa hapa, sisi wote sawa. So, ambaye alikuwa hasomi sema yeye mwenyewe nalisikia huko, tunakwenda kuwahidi hapa hapa shuleni. Wanajifunza hata stadi za maisha, kwa mfano wanajifunza hata ujasiriamali pia. Nafikiri mlioona wameonyesha namna ya kutengeneza nini, sabuni kwamba si lazima tutegemee kila kitu kutoka nje, wana uwezo wa kutengeneza wenyewe hapapa. Kwa hiyo tunategemea twende tu, na sera ya elimu ambayo inataka tuwaandaye watoto waweze kujiajiri. Kujiajiri maana yake, au na uwezo wa kubuni kitu na kuweza kutengeneza na kikao ni manufaa kwa jamii jamii, na nielewa dini nne anaingia kusomea udaktari ila di za masomo ya sayansi unesi hudumu wa afya, wanataka kuanzia di nne kwenye masomo ya sayansi, kidato cha nne, sio kidato cha sita. Tunakuja kuna kuna kozi nyingine ambazo hapa hazipo, kwa hiyo tunasema kidato cha nne ni msingi. Kwa hiyo si lazima tuwaandaye watoto kwa ajili ya kwenda kidato cha tano na sita. Una uwezo wa kupita hivi ukaja ukatokea hapa, na mwingine akakatisha hapa akatokea hapo katikati, sawa so, kwa hiyo cha msingi tuwalee watoto waweze kufikia hatua ya kuweza kujiajiri na kuajilika. Kwa hiyo hapo, tunakuja nawaambia, tuzingatie malezi watakavyotoka hapa shuleni na, ni kazi kubwa sana. Leo mnawaona hapa tunawindana kama digidigi e. <laughs> hapa usiku mnakimbizana hivi, ndio maana hata mtu aliyeanzisha ishu ya fensi amejua hapa tunapokwenda, anapotoka mkuu wa shule tunaenda kutafuta mwanafunzi katoroka. Kwa hiyo hapa tunapambana wakae katika malezi ya hiyo bora mm. Tunaomba watakavyorudi nyumbani, usikimbilie saizi kumtafutia simu, maana ndio kipaumbele mlichokiweka wazazi kwamba eh, pate simu Smart nzuri. Sawa. Kwenye mitandao kuna kila aina ya uchafu, huyu alikuwa amefungiwa Unapomfungulia uwigo unampa nafasi ya kujaribu yale ambayo alikuwa hayapati akiwa shuleni. Tunaomba saa hizi watakapokuwa wamerudi, wakifika hapo, kuna kozi fupi wanatakiwa kwenda kusoma, na hasa kozi ya kompyuta, kwa sababu sasa hivi mashuleni kote inahitaji kutumika kwa ajili ya kujisomea hata anapoenda chuoni. Kwa hiyo watakapokuwa wametoka hapa, wamemaliza mitihani yao, usimwache akae nyumbani. Naomba mzingatie sana kwenye malezi. Wengine wapelekeni wakajiandae na masomo ya kidato cha tano na cha sita, kwa sababu mwingine anajitambua, mimi nataka kidato cha tano na cha sita Kampe aanze kutengeneza msingi wa kuingia kidato cha tano na cha sita. Kwa hiyo ninaomba sana wazazi wenzangu, dunia sasa kuwa kijiji kimoja, tamaduni sasa zimeingiliana. Kwa hiyo sasa ni jukumu letu sisi kuwatunza watoto wetu kwa maadili yetu ya kitanzania na ya kiloko. La mwisho hawa watoto, mimi nawasihi sana, mara nyingi sana mnawapeleka kwa bibi. Akina bibi wanawapenda sana watoto, mnanielewa? Lakini akina bibi wanawapenda sana watoto wanawapa na vitu vya ziada. Wapa mwanangu, mjukuu wangu, unapoenda shuleni kaulinzi haka hapa. Umenielewa? Sasa kale kanafika kule kanamuharibu mtoto. Nadanganya nini? Amjaona? Si mmeona wanasema bibi. Unajua bibi, ninawaambia kwa sababu kila sisi hapa tunategemea sana maombi. Amen, kila akija mtumishi kufanya maombi unakuta mtoto sana sana namtaja bibi, bibi, babu, lakini bibi ndio wamezidi. <laughs> bibi ndio wamezidi. Kalipa alisema kinanilinda bibi, anakuja tunazuia wengine wasifaulu, was, was, sasa tunazuia wengine wasifaulu na wewe mwenyewe unafeli oh. Mimi ninawaomba sana tuwe makini sana. Hata mimi mwenyewe, ndio watoto wangu wana bibi yao, kwa hiyo tuwe makini katika hilo unafika, mtoto unamharibu katika design hiyo. Naomba hilo tujifunze.